Kwa moyo wangu ni wewe nimependa. Kwanza nimeuliza wewe ni wa wapi, kuambia wewe ni mgada nikasema hata mimi nataka mtu wa bari. Kama uko ready twende nyumbani, ujue wazazi, mimi niko na wazazi wote wawili nikupeleke nyumbani, ujuane na wazazi. Sio ati nikupeleke huko huko kwa majani ya banidi. Hapana. Mimi niko na haja na familia. Nitakutunza vizuri kwa sababu ni, ni mimi nimekuchagua kwa moyo wangu. Haya, umempenda? Nampenda sana, ananipendeza. Wewe Kiswahili kigumu, ama nakupenda. Usijali uh kwa -huh. hiyo kama Kiswahili <laughs> utafuzwa tu tampenda <laughs> mpaka dakika mwisho. <laughs> Bro, umesikia hiyo? Umesikia hiyo? <laughs> <Hapa. laughs> Hello, ni Sentava, mambo vipi? So guys maze, kadeto maze, tutasema anga sawa, patane wapendane waoane wajaze dunia ama namna gani? So guys, leo maze, nimejiona hapa na majamaa wangu hapa maze, nilibox ya ko single nataka watu nikawapin location, nataka tupige nao story tuone venye kuna eh, kuna enda bila kupaza time. Director zumua bwana. Ehe, niaje? Poa sana Sentava. Eh, kwa majina unaitwa nani? Naitwa Ruben Bogwa. Unaitwa Ruben Bogwa? Ruben, Ruben. Ruben umetoka wapi? Nimetoka Naivasha. Wewe ni msawa Naivasha? Mm-hmm. Oh, wewe ndio umetoka Naivasha ukikuja? Eh yeah, mimi ndio nimetoka Naivasha. Eh hey, uko na miaka ngapi? Niko na 32. Uko na 32 years. Eh hey, hey. Do you have maybe a kid? Hapana, lakini nilikuwa na msichana wakati wa corona. Mm. Wakati corona ilinifungia huko Nairobi. Mm. Nikikuta nyumbani nilikuta akiwa amechukuliwa na jamaa mwingine. Mm. Wakaoana na wa, kadri ana nini sasa wakati mimi niliona hiyo mambo mm. nilikufa tu moyo lakini kwa sababu kwa sababu nilifikiria tu mtu anaweza kuwa na familia ndio maana nikutafuta kwa sababu unajua hata ukikufa moyo kwa sababu ya ile ulifanywa mm. huwezi nini huwezi kaa bila msichana mm. mm. mm. mm. fanye vya ruben angalia kwa kamera ambia sema hivi mbona ulinibox Inbox kwa sababu mm. inataka mtu mm. wa kujenga familia mm. sio girlfriend, ni singa, mtu wa kujenga familia anasimamanga hapa, utasimama na hapa. Jamaa wangu wasisonga songa, hapa kidogo, hapa tu basi. Director, tukoje? Tuko fine? Asonge kidogo, hapo hapo, hapo. Tuko sawa, si ndio? Okay. Eh, mambo eh. Kwa majina unaitwa nani? Maliza. Unaitwa? Maliza. Unaitwa... Mal... Maliza hey. Unaitwa <laughs> unaitwa nani? Unaitwa Maliza, unamalizanga nini? <laughs> Ama ni jina tu hiyo eh, ni jina tu eh, so eh Maliza eh, hapa Nairobi nakaa wapi? Dondora. Wewe ni msawa Dondora. Dondora awa eh, nyumbani ushagoni wapi? Uganda. Weni musawa Uganda? Musamia. Eh, eh? Musamia. Weni musamia? Musamia, Uganda ama pale Busia? Busia, Uganda, na Mayingo. Eh? Na Mayingo. Na Mayingo? Na Mayingo iko Uganda. Sasa weni Muganda ama Mkenya? Musa... eh? Tukajibaje? Yaani haya, unajua kuna Wasamia wanakuanga Kenya na kuna kuna kuanga na Wasamia Uganda. Mm. Oh, kuna kuanga na Wasamia Uganda. Haya, salamia tu watu wenye wa, wasalamia watu na lugha ya nyumbani maybe. Maria Mutien. Eh? Ndio salamia. Eh, salamia tu sisi sai, usikue shy. Eh, direct na tunaona tuko tu sisi, tuko hapa tuko wanne, jamangu wa power na wewe na director, so usikue shy. Ndio tunataka tu confirm ama ni aje? Salamia nyumbani, ama. Yani, Kiganda yani. Mm. Wanasalimianga aje? Mlio mtie. Wanasemanga mlio mtie. So, yamaliza. Uko na miaka ngapi? 28. Eh? 28. Uko na 28 years. Do you maybe a kid? Uko na mtoto maybe? Mtoto niko naye. Uko na mtoto? Oh, msichana ama kijana? Uko na mtoto msichana? Ehe. Sasa fanya hivi, maliza, angalia hapo kwa kamera, ambia wase maybe, mbona uliniinbox? Nataka mtu. Oh, uko single? Unataka mtu? Umekuwa single maybe for how long? Miaka mbili, miaka mbili, miaka mbili. Hapa nini? Uja hapa Nairobi bado ujaona ka jamaa kashakuna? Kenya, pale Dandora hakuna? Hakuna, mm. pale Dandora hakuna. mm. Hey, twende kwa jamaa angu hapa, si ndio? Sasa eh bro, nataka ufanye aje? Angalia kwa kamera, ambaye waseme hivi in your last relationship nini ilifanyika, ni kesi, ukikubaliana na maliza as repeat the same same mistake kuachana na yeye. mm. ni hiyo ni hiyo ni hiyo tu, kwa kwa na wana, na wanaume wengine mm -hmm. akiwa nyumbani mm -hmm. tukiwa na yeye tukiwa tumeoana. mm. Eh, so alikuwa anga like, yaani alikuwa anakuchita kwa na mtu, na hiyo time ulikuwa umemoa eh? Ilikuwa mm. tulikuwa tumekaa pamoja. mm. hatukuwa tumepata mtoto. mm. wakati nilienda job mm -hmm nikikufungiwa na corona huko na Nairobi mm -hmm. nikuta ameshaenda na huyo mwanaume. Mm. Eh. Oh, ulikuwa na demo eh? Mm. Eh, alikuwa wapi Naivasha ama? Kwaaya yeah, nyumbani. Alikuwa nyumbani Naivasha. Mm. Sasa ile time corona ilikuja, wewe kafungua Nairobi yako huko, mm. kurudi kama corona imeisha ukapata ameenda. Eh, ameenda mm. na mwanaume mwingine na wakaoana wakaeda. Mm. Sasa wakati nilipata hiyo mambo mm. nilikufa moyo. Mm ya kuwa ya kuwa na mwanamke mwingine mm. so kwa sababu kwasababu nilikaa kaa hivi nikaona lazima mm, niwe na, na familia mm, ndio nilikutafuta mm. Mm. Hey, so hiyo nilifanyika, ukaamua ukuje utafute mtu mutu mm. hey, hey. Uh, tuacha tuongee pia na Maliza, si ndio? so, hey, Maliza, nataka ufanyaje? Umekuwa singo umefaulonga. Miaka mbili. Miaka mbili. Sasa nataka kufanya aje, uangalie kwa kamera, maybe uambie wase ule ulikuwa naye, maybe alifanya nini ndio in case ukubaliana na hmm, na Ruben na Ruben asifanye hiyo makosa maybe. Ya ni mi... hey, eh? Kuongea ni ngumu eh, nataka eh? ni hmm. eh aje nini, maybe ule ulikuwa naye ulikuwa na, na mtu, si ndio? Mm. Aya, mliachana ama mko pamoja? Tuliachana kwanza. Mliachana. Alifanya na ama wewe ndio ulikuwa na makosa? Hapana. Yeah? Hapana. Si wewe ulikuwa na makosa. So alifanya nini maybe, ndio in case mkielana na Ruben, asifanye hiyo makosa. Mpata mchana mwingine. Eh? Yeah? Eh? <tuh> <tuh> kazi <laughs> ngumu. Wow! Eh, niko na kazi leo hapa. Uko sawa? Uko sawa. Uko sawa. Si ndio unakwanga shai? Mm. <laughs> Eh? Yeah? Unakwanga shai? Mm. <laughs> Au kwangi shai? Na si haya, bu jaribu tu, eh. Ng'ang'ana tu tuone rada ni gani. So nini ilifanyika maybe? <laughs> Hmm? Haki saidio kwa haki. Wewe? Wewe ndio ulikuwa na makosa maybe? Hapana, mm. Ni mzee. Mzee, mzee ndiye alikuwa na makosa. Mm. Al... Mzee, eh? Yeye ndiye alikosa. Alikosa. Alikufanyia nini maybe? Kari tulikuwa naye pamoja. Mm. Na alisoma, alafu alienda training. Alimaji jesi alimaajesi, alienda jesi, alipata msichana mwingine. Mm -hmm. Alikae huko. Mm. Hmm. Alikuwa na alienda jeshi na akapata msichana mwingine akabaki huko mm. Yeye ndiye alikuwa baba mtoto, haya mm. E, anasaidianga mtoto ama alinyamaza? Ni mimi tu. Ni wewe unasaidia? E, ni alikuwa mkenya ama Uganda? Uganda. E? Uganda. Alikuwa mganda, so ni mwanajeshi wa Uganda. Mm. so ajai kutafuta hata kujua mtoto anaendeleaje

Sasa bro, niko hapa na mrembo, yeah, mrembo kutoka Uganda nataka umuongeleshe, alafu taniambia, "Sentava, naona Maliza ako sawa tu connect, ama Sentava, maybe naona Maliza yuko sawa niendelee kutafutia mtu mwingine." uko sawa? Mm, uko sawa. Haya Maliza, niko hapa na... jina inapotea hapa. Ruben. Niko hapa na Ruben, eh? Nataka kuongeleshe, alafu taniambia, "Sentava, naona Ruben ako sawa tu connect, ama Sentava, naona Ruben hayuko sawa, uendelee kutafutia mtu mwingine." uko sawa na hilo, si ndio Uko sawa? Mtu mtu anaulizanga mtu maswali vizuri, anajibiwa, alafu tunaona venye mm -hmm kunaenda, sindio? Mm -hmm. Niko sawa. Uko sawa Maliza? Uko sawa. Haya, songa hapa, Maliza kidogo. Bro, songa hapa pia. Mnipe sauti sasa. Hapa sauti ndio nataka. Uliza, uliza na Maliza. Sasa Maliza, maswali vizuri. Eh, mimi nilikuwa hapa kutafuta mtu mm -hmm, na nimepatana na wegi sasa kwa hao watu wote nimesema, kwa moyo wangu nimependa. Nimebadala ya kwanza nimeuliza wewe ni wapi, kwambia wewe ni Mganda, nikasema hata mimi nataka mtu wa bari. kwa sababu hapa karibu karibu, unaona kama huyu alikuwa nyumbani sasa kaenda sasa ninataka mtu wa bari nimsaidie, nimsaidie. Hata nimefurahi sana kukusikia at uko na mtoto msichana. Hata angekuwa ni kijana itakuwa tu sawa kwa sababu ukipenda ng'ombe kwetu tunasema ukitaka ng'ombe pata hata kamba. Kwa hivyo mimi nimekupenda na nitakuwa ukitaka nikupeleke nyumbani ndio ujue kama huyu jamaa ana cheat ama anaweza kuwa na bibi nyumbani. Mimi naweza kupeleka nyumbani ndio ujue. Kama ninaongea ukweli, kama nimekupenda sawa, kama uko ready, tuende nyumbani ujue wazazi. Mimi niko na wazazi wote wawili, nikupeleke nyumbani ujuane na wazazi, sio ati nikupeleke huko huko kwa majani manini. Hapana, hiyo mimi niko na haja na familia, nitakutunza vizuri kwa sababu ni ni, mimi nimekuchagua kwa moyo wangu eh. sawa <laughs> Malizo, kuna swali maybe nataka kumuuliza tu swali moja Ako, asema ako na mtoto mukijana. Nasema mimi wakati umesema niko, na mtoto, hata ungesema, unajua kuna watu wanasikiaga, sitaki mwanadada abaye ako na mtoto. Uko na mtoto nikafurahi, kwa sababu huyo mtoto nitamrida, kwa sababu uki, di, di, di, maana nimekuambia ukip, ukitaka ng'ombe Kata baba dama yake. Haya, swali ni kama hajasikia swali, si ndio? Ulikuwa umeuliza aje? Yeah, mimi nataka kumuuliza, kuna mtoto kijana ama msichana? Oh, mimi mimi sina mtoto, kwa sababu ule tulikuwa na yeye, hakuwa sisi hatukuwa tumepata mtoto kwa sababu tulikuwa hatukuwa tumekaa sana, ilikuwa kama 7 7 months akaenda. Kwa hivyo kwa nyumbani nyumbani hutakuta mtoto ndio maana nakwambia lazima nikupeleke nyumbani mm -hmm. ndio ujue mambo yangu yote eh, kwa sababu hata nikikwambia hapa kwa Sentava, na, na kudanganya. Sasa ukienda nyumbani, uta, nipel, nitasema ya bibi yangu sasa tuishi kwa imani. Sawa. Haya, uko na swali kwake? mm. Eh, unajua huko kwetu eh, ukiwa mchana huwezi kaa naye hivyo eh, lazima uende kusema kwa wazazi sasa, kama tuseme uh, na ukai unakaa kama siku mbili, unaenda kusema mimi niko, niko, niko na mtoto wenu. Sasa mimi kwa sababu nimesikia uko ibada, tutafanya aje ndio wazazi wajua ni mimi niko na wewe. Oh, nzuri oh. Ameuliza swali, ameuliza ama guys umeuliza swali sindio ameuliza yani wewe umetoka Uganda na yeye hapa kwa hapa so atafanya aje maybe ndio wazazi wajue yeye ndio ako na wewe Sasa nataka twende na yeye sema Eh Wazazi wazazi wangu wazazi wa kwetu ndio huaga wanasema Msichana wenu msimtafute tuko na yeye Sasa hiyo communication tutafanya aje ndio wazazi wajue ni mimi niko naye. Unajua huko kwetu lazima wasasi wachukuane na wazee, ndio aende waseme, huyo msichana ni mimi niko naye, msichana wenu dio tuko naye. <sighs> So hapo, I think ntasaidia, nimeona mrembo wetu hapa lazima ntakuwa namsaidia kiasi, ndio so eh, una communicate na wazazi? Mm. Uko na wazazi sindio? So Vizuri. Hiyo ndio, hiyo ndio nilikuwa namuuliza ama ni aje, ama nime explain vibaya hapana, ndio, ndio, sawa. Okay? Hey, una take time at least mnajuana hivyo hivyo, ndio ikifika ile kwenda kwa zazi hmm. <laughs> Guys, I hope mnafuatilia kuna kunaenda so, broki vyako mrembo kwa aje. Hey, mrembo ako sawa kabisa. Hmm. Ako sawa amependeza. Ako sawa tu connect. Yeah, ni connect na, eh. Hmm. Haya. Maliza. E, Yeah. Unajua <laughs> wow. Ume... Ume... Ume... Sisi tunatakanga aje, unakubali kutoka, ilea, tu... Una... unakubali kutoka kwa roho, sio ile ya kukubali tu, unaona, unakubali kutoka kwa roho. Tutaki jamaa wangu hapa aonekana amepata mtu na maybe uko comfortable so kama uko, uko comfortable yeah. hmm. <sighs> Eh. uko sawa? Uko sawa. <laughs> Wow, hey. Guys, maze, I hope mnafuatilia venye kuna eh, kunaenda. I hope mnaona venye kuna eh, kunaenda. Kama uko hapo nje, unataka kuwa kama jina inapotea. Ruben. Okay, kama kama Ruben anamaliza, ni box hapo WhatsApp 0795968188. Ni bosi enda maze, ni mwana mtu kwa show ama anataka kuja kwa show, tuone venye kuna eh, kunaenda. So tukimalizia, hey. Bro, nataka uangalie maliza, mwambie maneno yako mwisho tukimalizia. Ayamaliza nduyo hapa kama, nani, kama uko sua uko, uko na haja na familia, mimi niko hapa nikulide nikutuze kama mtu wangu, na ninajuaga kuchiti ndio mwanaume ndio anaonyesha msichana. Mimi nitakufuza mambo mazuri, ndio tuendelee na familia yetu vizuri, na nitakupenda mpaka ile Mungu atatuwezesha mpaka kifo, yeah. Maliza uko na sisi. Eh. Yeah? <laughs> Wow, uko na sisi. Eh? Yeah, hebu yeah. yeah? Niambie shida maybe na gani? Hapana, hamna hmm. shida. Eh? Yeah? Uko sawa. Uko sawa. Director. Kam <laughs> kam kam. Ah, tulia tu hapo bro. Hapo kidogo tu hapo. Hebu kam kam kam, atulia tu hapo. Tuko sawa director. Ona. Eh, mimi nataka tu kuwe tu open. Huyu jamaa ndio tumemwacha pale eh? Nataka tu kuwe open na, unajua mimi kwa show yangu natakanga nikipea mtu mtu akuwe comfortable naye, si ndio umependa. Juu unajua guys, eh the way naona venye Maliza na respond ni kama hayuko na sisi eh? Yani like uko uko, off, uko uko sawa. Aya, umependa jamaa. Mpenda. Eh? Mpenda. Umempenda. Juu unajua nataka tu niambie, kuliko ndio maana nimekuita kando, kuliko tu connect alafu tukisha ku connect alafu uende uonyamaze na jamaa ko serious. Hapana. Niko mm. Sawa. Ni hivyo tu unakuanga. Mm, nakuanga hivyo. Unakuanga hivyo. Hivyo. Haya kam kam. Bro lazima niongee na Mrembo bwana. Unajua Mrembo anaweza kuwa tuko na yeye hapa na kumbe juu. Mm. Naona ni kama ako off. Mm. <laughs> Ama ni aje? Na mimi nataka tukitoka hapa usinipigie simu niambie bwana ule dema amenilenga ama ni nama ni aje? Eh, ni kweli. Haya. Maliza. Tukimalizia basi. Umesema uko sawa. Nataka uangalie jamaa wangu hapa wa kumwambia maneno yako ya mwisho, tukimalizia. Songa hapa bro. Hapo, hapo hivyo. Eh, ndio huyo hapa. Jina wanaita nani? Jina yake? Ruben. Ruben. Ruben. Ruben. Nakupenda. Nataka tukae na wewe. Eh.

Uko sawa, uko sawa. Haya, umempenda? Nampenda um sana, anapendeza, tampenda mpaka dakika mwisho. <sighs> Eh, bro, umesikia hiyo? Umesikia hiyo, guys? Maze, kamuka hapo <clears throat> nje. Hapa. Haya, umempenda? Nampenda um sana, anapendeza, tampenda mpaka dakika mwisho <sighs> hiyo umesikia hiyo guys, maze kamuka hapo nje <laughs> niko na kazi leo. Leo nimekuwa na kazi ngumu, lakini sawa, tunakubali pia. Mrembo ni kama akoshai akosha. So eh, sasa tukimalizia eh, hii ndio ile inakuanga ya mwisho eh? mtu anakula ha, tunapiga makofi tunajua mambo iko sawa, tunasema congratulation, uko sawa <laughs> Tuko sawa. Haya ndio hiyo sasa. Ehe, makofi makofi hapo inye. Ehe, ndio hiyo sasa. Ehe. Guys, makofi makofi. Ehe. Sisi tunafurahi anga hivyo bwana, watu wakipatana, hiyo ndio kazi yetu ama ni aje? Mm. Sasa bro nimekupea mrembo na roho moja. Mrembo nimeona ako shy but utaenda tunaye pole pole mpaka ashikera. Mm. Ashikera dada, si ndio? Mm. Eh, sasa next tunaomba at least tu, tusikie kuna harusi ama ni aje? Eh, ni kweli. Ehe. Sasa ma, eh, Maliza. Maliza, jamangu hapa nimekupea na mtaongea mkishaongea, e, kama ni mtoto aka huko ama aka nyumbani, e, mimi mpendo wangu ni, ni leader familia yangu ikiwa yote mm. Kama tutaongea na yeye mm. Eh uh, lazima tuende mtoto. Mm. Eh. Uh. Mkae pamoja huku. Eh, uh, eh uh, tukae na yeye. Uh. Mm. Eh uh, ni walida watukiwa wote ndijua hii familia yangu ndio hii. Mm. Yote eh. Uh. Mm. Mm. Uh. Uko sawa na hiyo? Eh. Eh. Haya hehe. Hey. Hey. So ni hivyo tu. Mm, ni hivyo tu. Mm.